Kijamii jamii ilenye nidhamu kwani ndio msingi wa ma, ma, msingi, majibu ya demokrasia. Demokrasia na changamoto zinazo ikabidi taifa letu kwa sasa na siku zijazo tu katika kujenga jamii ambayo iweke mike vizuri. DJ, hebu ongeza, pandisha sauti. Sauti ya mwenyekiti iko chini kwa wewe pandisha tu. Okay, pandisha. Na taifa taifa ambalo hii hapa na taifa ambalo tutaheshimu sheria kujenga ustawi wa jamii na kiuchumi, kutokana na, ra, na utajiri wa rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu. Tunatamani kujenga jamii